Habarini za mchana ndugu zangu waandishi ya tumewaita, kwa ajili ya kutoa ufafanuzi juu ya swala la swala la endorsement zinazozungumzwa huko huko huko na vyombo mbalimbali vya habari. Kuna watu wanazungumza, mkoa wa Singida umetoaje endorsement hivi na vile. Labda niwaeleze tu, kimsingi Sirefa ilifanya mkutano mkuu ilifanya mkutano mkuu tarehe 17 mwezi wa nane elfu mbili ishirini na nne. E, katika mkutano mkuu ule zili- wajumbe wali- wali- walimpongeza prezidenti prezidenti wa shirikisho la mpira wa miguu kwa maana ya Mr. Wallace Karia kwa jitihada kubwa anazofanya kwenye kuleta maendeleo ya mpira wa miguu. Kwa hiyo ilitokea hoja hiyo kwenye mkutano mkuu wetu na wajumbe walimpongeza kwa maendeleo makubwa anayoleta kwenye maendeleo ya mpira, maendeleo ambayo hapo nyuma hayakuwa yamewahi kufikiwa. Lakini kwa Singida, tuna tuna tuna ligi yetu pendwa, ligi ya wanawake ambayo president amekuwa akisapoti. Juzi tulikuwa tunaifunga msimu huu wa 2025, mmeona katibu mkuu alikuwepo hapa. Kwa hiyo wajumbe mkutano mkuu walifurahishwa na ushirikiano mkubwa wanaotoa president Karia kwenye kwa mkoa wa Singida, kwa hivyo walitoa wali pongezi kubwa lakini wakaazimia waka kwenye mkutano huo kuwa tutamuunga mkono Wallace Karia e, kama, ka, kama unavyofahamu katiba ya SIREFA ina, inatoa mamlaka kwenye mkutano mkuu, ndio wenye mamlaka juu ya mpira wao wa Singida. Kwa hiyo ile endorsement ya presidenti Wallace Karia ilipatikana kwenye mkutano mkuu wa SIREFA. Baada ya mkutano mkuu ule ile tayari ikawa ni ni ni ma ni ma ni maagizo ambayo yametolewa na mkutano mkuu. Kwa hiyo sisi tulichofanya ni, sekretari tulichofanya, ni kutekeleza tu, kutekeleza yale maagizo ya mkutano mkuu. Lakini tulikuwa na mkutano mkuu wa t wa, wa, wa TFF ambao ulifanyika ta, ulifanyika Kilimanjaro. Mkutano ule TFF ina wanachama 47. Moja kati ya jenda ambazo zilijitokeza katika, katika mkutano ule ulikuwa ni uungwaji mkono wa president wanachama wote 47 kwa kauli moja tena wakiongozwa na klabu kongwe za Tanzania Simba na Yanga kupitia viongozi wao wakuu ambao hawakuwa wanawakilishwa na yoyote. Simba waliowakilishwa na mwenyekiti wao, Yanga waliwakilishwa na na, na na president wao, wakiongoza mjadala ule wote tulimuunga mkono Wallace Karia kama mgombea pekee kwa nafasi ya ya presidenti kwa kwenye chaguzi hii. Sasa kinachotokea huko tunapata shida kidogo kwa sababu sisi wote tulikuwepo kwenye mkutano mkuu wa Kilimanjaro na wote tulitoka na maazimio hayo, lakini sasa tumekuwa tuna tuna, tuna tuna maneno yanazungumzwa hivi vile. Lakini kimsingi jambo hili limefanyika kwa kufuata kanuni, sheria na taratibu za mpira. Na haya mambo hayatokei Tanzania tu, haya mambo yanatokea ya kafu, yanatokea ya FIFA. Naona ni utaratibu na kanuni ambazo mpira, mpira, mpira na mpira mpira umejiwekea ili kuulinda mpira. Kwa hiyo sisi kama SIREFA tukaona tukutane na waandishi wa habari leo na sisi tulizungumze hili. Lengo ni kuondoa kuondoa hii hichi hi, ambacho kinazungumzwa ili watu wajue kuwa endorsement ya mkoa wa Singida ilifuata taratibu, kanuni na kila kitu, na haya hakuwa utashi wangu mimi kama kila utashi wa katibu au secretariat. Kwa hiyo iliwasilishwa kwenye mkutano mkuu na mkutano mkuu uliridhia. Kwa hiyo kilichofanyika kwa secretariat ilikuwa ni kutimiza wajibu wao kama watendaji wa kila siku wa chama. Chairman, sheria hii ama utaratibu huu huoni kama uta- unawanyima wengine fursa? Zamani ilikuwa rahisi kidogo, lakini kwa sasa hivi inaonekana kuwa ngumu. Kwa maoni yako? Sasa, unajua sheria ikiwepo inafuatwa, yani sheria ikiwepo inafuatwa, alafu kama kuna amendment za kufanya wenye, wenye, wenye mpira wao oh, wataona. Wenye mpira wanaona kuna vikao wa vya kamati vya mkutano mkuu wa siri wa, wa TFF. Kuna vikao vyetu sisi kama members wa, wa shirikisho kama tuna tuna-, tuna jambo tunaenda kule tunakaa, tunalizungumza. Lakini kwa sasa sheria iko hivyo, kwa sasa sheria iko hivyo, na nafikiri kila mtu ni, bu, ni vizuri akaifuata. Labda watu hawajaelewa tu, endorsement ni swala la kikanuni. Kutoa double endorsement ni kikosa la kimaadili kwa mkoa wote, au chama chochote au klabu mwanachama yoyote wa shirikisho ambaye anaweza akafanya aka, aka, aka hilo jambo kimsingi anakuwa amefanya nini? Kosa la kimaadili no. Na kosa la kimaadili mnafahamu ni lazima uende kwenye kamati za maadili kuhakikisha kuwa unajitetea ili uweze kutoka salama. Kwa hiyo mwisho wa siku sisi kama SIREFA tulitimiza wajibu wetu wa kufanya kile ambacho tulipaswa kufanya. Kwa hiyo mnatuthibitishia kwamba SIREFA mkoa wa Singida msimamo um, wenu ni Wallace Karia. Yeah, sisi, sisi sisi tuko wazi katika hilo kwa sababu sisi tunawazungumzia tunazungumza kwa niaba ya mkutano mkuu. Kwa hiyo mkutano mkuu wa Sirefa uli, ulitoka na maazimio haya. Sababu kubwa ilikuwa ni uongozi mkubwa wa mpira wa, wa, uongozi mkubwa wanachokifanya Karia kwenye mpira, kwanza anatuunga mkono hasa kwenye mashindano yetu ya ligi za wanawake, lakini sisi tumefanya vitu vingi. Sisi tuna kiwanja chetu, tuna, tuna training ground ambayo tuli, tuli, tuli kama eka sita, huko pembeni mwa mji, pesa tulipata kutoka shirikisho na tena tuliongea na president akasema, ak ak ak ak ak linawezekana, akatusaidia. Kwa hiyo maendeleo makubwa ambayo tume, tumepiga kwenye kwenye kwenye mpira kwa mkoa wa Singida asilimia kubwa tume tulikuwa tuna, tunamtarajia president. Jumwa msimu uliopita tulipewa mipira mipira ya yeah, elfu moja mipira ya elfu moja kwenye program ya football for schools na tumeigawa mkoa mzima umestimulate football. Kwa hiyo why not tusimunge mkono? Yeah. Neno lako ni lipi? kwa watu wa football sasa kutazama sasa hivi wanakutazama. Ah, mimi niseme jambo moja, mpira unahitaji utulivu ili ukue, yaani mpira unahitaji utulivu ili ukue na, na, tuna- tumepita sehemu, tumetoka tulikotoka, tumefika hapa, mpira wetu umefika kwenye eneo bora sana na ili uende mbele zaidi lazima upate utulivu. Kwa hiyo mi, mi nafikiri kila mmoja afuate af, kanuni afuate kanuni na na na weledi wa uendeshaji wa mpira, mpira unachokitaka ndio unapaswa kukifuata, lakini otherwise kwetu sisi kama FA hatuna sababu ya kujiweka kando na mafanikio haya eh, mafanikio ya, ya kiongozi anapopata mafanikio. Sisi kama FA, lazima tuendelee kumuunga mkono. Kwa hiyo, tuna, tunaendelea kulifanya hili na hatuamini kama kuwa ni sehemu za kampeni. Tunafanya hili ni kuli kuwajulisha umma wa Watanzania na hasa umma wa watu wa Singida kuelewa kuwa endorsement ya Singida imekwenda kwa nani na kwa sababu gani. Kwa hiyo sisi kama SIREFA tumefanya hili na naamini tuko sahihi, kwa sababu tunatekeleza maagizo ya mkutano mkuu, ambaye ndio chombo chenye mamlaka ya mwisho ya uendeshaji mpira wa mkoa wa Singida. Uh, kwa soka la mkoa wa Singida sasa kuna uh, maoni gani inavyoendelea, lakini pia namna ambavyo uh, ilivyo mpaka hivi sasa kuanzia vijana mpaka kufikia timu ya zinazoshiriki ligi kuu uh, ya, sisi tume, tumepiga hatua tumepiga hatua kubwa sana kwenye soka la vijana, tumepiga hatua kubwa sana kwenye soka la wanawake, tumepiga hatua kubwa kwenye mpira wa miguu kwa maana kwa ujumla wake, kuanzia utawala, masuala ya tiba pamoja na, na waamuzi. Ya, yote ni kwa sababu ya kufata zile programu ambazo tumejiwekea. Tuna, tuna, tuna ligi yetu ya, ya vijana ambaye ni under 15, under 17 na under 20. Hizo ligi zote zinachezwa na tayari zimeshachezwa, mpangilio wake ni mzuri, usimamizi wake ni wa kutosha tuna ligi bora, ligi ya wanawake ambayo tunaicheza sisi, ligi yetu ni ya mfano, unaona. Tuna tuna, mfano ligi ya wanawake imetupelekea leo tuna timu ya timu ya timu za daraja la kwanza za wanawake timu mbili, tuna Singida Black Stars na Singida Warriors, ambao bahati mbaya tulikwenda kwenye mashindano um, Mwanza lakini hatukoll hatu hatukukwalifai kucheza ligi kuu, si msimu ujao, tulishia robo finali kwenye kwenye kwenye timu zetu, kwa msingi ni ni kumnteni kufanya kazi kufanya kazi na kuhakikisha kuwa zile programu zetu za maendeleo zinatekelezeka. Tunazalisha coaches, tunatengeneza kozi za utawala ili kuwajenga viongozi wetu. Kwa hiyo mwisho wa siku tunatimiza wajibu wetu kama, kama FA. Lengo ni kuona mpira wa Singida unabadilika na kupiga hatua kila siku. Namalizia msimu wa ligi kuu soka ya Tanzania bara, na kesho tuna mechi eh, hapa hapa timu, unaneno gani ya ni msimu, msimu bora kwetu. Msimu bora kwetu ni wapongeze, SBS Singida Black Stars wanakwenda kumaliza kwenye top 4. Ni moja kati ya mafanikio makubwa sana mwakani. Msimu ujao tutakuwa tutakuwa tutakuwa moja kati ya wawakilishi wa, wa nchi. Naamini tutatoa uwakilishi mzuri, image kubwa ya mpira wa Singida imejitengeneza. Kwa hiyo sisi kama f tunawapa big up, tunawapongeza sana, lakini tunawapongeza TFF, tunawapongeza bodi ya ligi usimamizi mzuri wa ligi. Changamoto zote zinazokuja kwenye ligi zinakuja kwa ajili ya kutengeneza ligi iliyo bora ya kesho. Kwa hiyo naamini TFF watakuwa wamezichukua pamoja na bodi ya ligi zile challenge ambazo zimepatikana, ili mwisho wa siku tuwe tuwe na ligi bora zaidi kuliko kuendelea kushuka hapa tulipo.